Mama Jodi, Mama Jodi, Mama Jodi, hey. Fungua, nimefika! Fungua, nimefika, natoka shughuli zangu

Nawezaga kwa maji hapa nje. Haya, sawa. Sasa tuone namni atapata hasara nikikufa.

Umepatikana nje sai, yana kuambia kijana wenu amekuja. Kufika kwa mlango, anaitana nikakataa kufungua, akaniambia anaonga kwa maji. Naona kitu inaonga kwa maji kutoka nje, na naye anaingia kwa nyumba, anafunga mlango. Eh, tufanyaje? Hata mimi sijui.